Bado kuna watu wengine tumewanyiwa nafasi na kwenye production kama nilivyoongelea huko awali. Mtu kama Diamond ndio inawezekana ametukera au anatukera. Lakini Diamond ni kweli tunataka tumuue kabisa asiwepo katika industry? Tujiulize ni kweli tunataka tumuue Diamond. Diamond ambaye ametusaidia kumleta mtoto Uswelini Konde. Diamond ambaye amemleta Rayvanny. Diamond ambaye amemleta Zuchu. Diamond ambaye amemleta Lavalava. Hawa watu ni watoto wa kiswahili maskini, wenzake amewashika mkono kuwaleta juu. Diamond huyu mwenye media house ambayo ameajili vijana pale zaidi ya mia tano. Kwa hiyo naomba radhi kwa yale machache ambayo yanawakera, ili kiwanda kiendelee, kiwanda kiendelee kuzalisha, kiwanda kiendelee kutoa nafasi kwa vijana walio wengi. Eh, msanii kama misomisondo eh, three years back alikuwa wapi? Inawezekana alikuwa kama wewe ambao sasa hivi unakaa kwenye peji yako na kucomment kwamba mziki tu support, maana yake tunamrudisha kule alikotoka, na hatujui akienda huko atafanya nini tena. Tumwangalie Sholo Mwamba kabla ya, ya, ya, platform ya, ya, ya mziki au kiwanda cha mziki kumpa nafasi, alikuwa anafanya nini? Tunaposema tunafunga funga, maana yake tunamlazimisha Sholo Mwamba harudi kule nyuma, hatujui atafanya nini akisharudi kule nyuma lakini effect nyingine kubwa ambayo tuiangalii kwa kina. Unaposema msanii hata akiweka mziki wake kwenye platform tusisupport, madhara yako mengi, msanii ataacha kwa foto. Kama utaangalia kutafuatilia kwa makini sana, tangu movement zimeanza, wasanii wameacha wame kuproduce mziki kwa kiasi kikubwa sana. Hata kama wanayo mziki yao wamekaa nayo ndani, kwa sababu vitisho vimekuwa vingi, na wenyewe hawajui hata wanakuja vipi, lakini madhara yaliyopo sasa hivi, hiyo video ambayo wewe unasema huto support, sio kama hauto msapoti huyo msanii, hautosapoti vijana. Hiyo video moja, wanaoshiriki kuitengeneza ni zaidi ya vijana mia tatu. Kuna cameraman, mtoto wa Kiswahili huko Mbagala, kunatoka wengine wako Temeke, wengine wako Kilala, kuna photographer, kuna lighting, kuna watu wa sound, kuna madancers, kuna watu wa makeups. Na kuna watu wa location, kuna timu kubwa sana inashiriki kutoa video moja. Unaposema hii video tusiipe nafasi, maanake hao vijana wote tumeua njaa. Na kwa bahati mbaya sasa, kama tutakumbuka vizuri wasanii, ilifika pointi kwa siku zinatoka video tatu, nne au tano. Sasa unaweza ukapiga hesabu mwenyewe, ni vijana mia tano mara tatu kwa siku mara siku thelathini Hizo ni ajira za watu wangapi tumeziua kwa sababu ya itikadi ya kisiasa? Nataka nimtaje ndugu yangu hapa Sugu. Sugu, wewe ni kakaangu na najua kabisa una effort kubwa sana, asilimia kubwa ya maisha yako ni muziki. Mziki umekupa nafasi uliopo, na kwanza kabla ya kupa nafasi umeupigania sana, yaani iko wazi kabisa, katika waasisi ambao wamepambana sana kujenga mziki wa Tanzania, Sugu hukoako mbele. Sugu, muziki ulikupa jina na mwenyewe umekiri kusema kabisa kwenye nyimbo zako, muziki umekupa jina, umekupa hela, umekupa na madevu kwenye nyimbo zako mwenyewe. Lakini pia muziki umeku, umekupeleka bungeni kwa sababu uliupigania ukafika sehemu ukaweza kukutengeneza na wewe ukawa mbunge, ukawa mwanasiasa. Nakutaja kwa sababu hata sasa hivi una movement unazifanya kuna um, tamasha unaliandaa kila baada ya miezi mitatu, Bongo Flava Honors. Mi nikiwa kama mdhamini wako namba moja ulinifuata na ukanambia the reason why unafanya hiyo ni kwa sababu unaona kuna wakongwe ambao waliweka effort kubwa sana kwenye mziki na hawe, wa, hawana platform, unatengeza platform ili kuendeleza kukuza mziki wa Tanzania, na nakiri hapa mbele za watu. Sugu, hiyo eventi haikupi hata shilingi, mi najua mi nakupa matangazo nakupa stage nakupa sound sometimes hata hela, lakini kuna wakati naona kabisa unatoa yako nyingine mfukoni kuhakikisha hiyo kitu inafanyika. Why? Ni kwa sababu unaendelea kujenga mziki, ni kwa sababu unaendelea kutoa platform ya mziki, vijana wengine wahamasike waingie kwenye kiwanda cha mziki, iwe ni ajira yao. Sasa leo kwa nini nakutaja hapo? Kwa sababu unajua kinachoendelea, unakijua. Haupasi kukaa kimya. Natamani baada ya kuona klipu hii, Sugu, fanya kitu na wengine na washikadau wengine, fanyeni kitu. Tusikubali kabisa kuua mziki wa Tanzania ambao umejengwa kwa efoti kubwa sana, zimetumika hela za watu, zimetumika nguvu, umetumika muda, na kuna watu wengine wamepoteza maisha katika harakati ya kujenga mziki. Wapo, kuna wasanii ambao amepata ajali wakiwa katika movement ya safari ya kwenda kwenye muziki huu ambao tunataka kuua sasa hivi. Master J.